Naam, bwana mmoja kati ya vitu ambavyo vimetrend sasa hivi ni kwamba Ibra ame katika mazungumzo ambayo aliyafanya na Mwijaku kwa njia ya simu kabla ya kupigwa stop bwana, ni kwamba Ibra ameeleza mazito kweli kweli. Na moja kati ya vitu ambavyo Ibra amevieleza ni kuhusiana na kwamba kumbe Uwaga wakati akiwa yuko pale katika record label ya Konde Music Worldwide alikuwa anapata shows nyingi, lakini ni kwamba kutokana na brand ya label eh, kutokana na wasifa wa record label eh, sometime Uwaga anapataga shows za milioni tano nne, lakini ni kwamba management inakataa Umeona, yani Harmonize anakataa, Ibra hawezi kuperform kwa shilingi milioni nne tano. Umeona bwana, kutokana na kwamba eh, hadhi yake siyo ya, ya kuperform shows za pesa hiyo. Umeona, so hiyo ni ishu ambayo kiukweli ilikuwa inamdisappoint sana Ibra, na ukizingatia kwamba yeye alikuwa kipindi hicho anapitia magumu, alikuwa hana hela kabisa kiasi kwamba mama yake mzazi alikuwa anaumwa lakini, alipokuwa amepanga mbweni e, jijini Dar es Salaam nyumba ambayo alikuwa ameipanga, amepanga huko mbweni alikuwa ameshatolewa vitu nje. Umeona, kwa hiyo hana pa kukaa, mwenye nyumba amemtimua, e, vitu vyake viko nje, anatakiwa aondoke huku, mama yake amelazwa, alafu amepata show ya milioni tano anaambia management inagoma kwamba uwezi ukafanya hiyo show kwa sababu ni show ya pesa ndogo mixer. Ikabidi Ibra aende akafanye tu hivyo hivyo kwa kuforce, japokuwa Harmonize alimind na akamwambia kabisa DJ7 kwamba huyo dogo aspande asiperform, akiperform eh, tutagombana. Lakini still ilibidi ya force hivyo hivyo achukue hela nusu, aende akampang, akampang, akampang, akampangie mdogo wake na nyingine Aende aka support bills za hospitali ambapo mama yake alipokuwa amelazwa. Kwa hiyo Ibra at the end of the day akalalamika na kuelezea kwamba imekuwa inakuwaje sasa hye anaishije eh, hana hela alafu shows zinakuja management inakataa eti pesa ndogo wakati yeye anapitia mazito. Je, angeacha ile pesa? Kwa hiyo alafu sometime mwenyewe pia akienda kwa Harmonize kuomba pesa anafukuzwa, au uh, anatimuliwa hapewi, na majibu yanakuwa sio mazuri. Lakini pia vile rafiki vile, inafikiaga hatua kwamba hata kwenye swala la kuinvest, yani Harmonize kuinvest katika meneja katika mziki wa kijana huyu Ibra ni kwamba anahuaga ni mgumu vile vile kuweka hela katika kwa ajili ya kukuza kipaji chake. Umeona bwana eh? Kwa mfano Ibra ametoa mfano kwamba kwa mwaka jana ulio, yani mwaka uliopita, mwaka jana, Ibra ni mmoja kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri, lakini kiasi cha pesa ambacho Harmonize alikuwa amewekeza katika mziki wa Ibra ni shilingi milioni sita tu. Meona, kwa hiyo Ibra ameelezea hilo jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana kwamba eti lebo kubwa kama Konde Music Worldwide imewekeza kwa mwaka mzima uliopita kwa msanii wake Ibra, imewekeza shilingi milioni sita tu. Meona eh? So ni kitu ambacho kiukweli kimeshangaza watu wengi sana eh, watu wamekuwa very surprised kuhusiana na hiyo issue. Na hapa bwana, kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Kisunga Mlope anasema kwamba eh bwana, alafu leo hii kweli anataka bilioni moja kwa kwamba eh bwana kwa mtu ambaye amekuja ameandika kwamba du bwana, bongo kweli nyoso, watu hawana huruma. Kwa mtu amekuja ameuliza kwamba bwana, ulikuwa nayo na hiyo milioni sita hapo awali. Kwa mtu ameuliza. So ukiwa kama mdau bwana, hebu weka na wewe pia maoni yako, na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.